Baada ya chakula cha mchana, Linda na Alet waliongozana kwenda chumbani. Wazazi wa Alet walibaki wanatabasamu. ah, wanaendana sana, hakika wanapendeza, waliongea hivyo wazazi huku wakiwasindikiza wawili wale kwa macho mpaka walipoingia chumbani. Alet alikaa kitandani kwake huku Linda akibadilisha nguo kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Linda alitoka akiwa amevalia gauni fupi jekundu ambalo lilimchonga vyema mwili wake, na Alet akatabasamu. Kwa nini amevaa gauni jekundu na fupi? Hajui kuwa nguo nyekundu inatamanisha, akawaza Alet, kisha akamsogelea Linda. Oh mpenzi wangu, mimi nimekutamani tayari, aliwaza Alet kabla ya kumshika Linda. O oh, nononosi wakati huu, ila mbona kapendeza sana, natamani kumshika. Alet alianza kumsogelea Linda huku akimwangalia kwa jicho la matamanio. Linda naye alirudi nyuma kana kwamba anajua anachotaka kufanya Alet. Nini? unafanya nini? unafanya nini? aliuliza Linda akionekana kuogopa. Unatakiwa kulipa kwa ulichonifanyia jana. Nini? aliuliza tena Linda. Gosh, aliunguruma hivyo Alex baada ya Linda kuigusa ikulu yake. Ana midomo midogo ya waridi, na tamani kuinyonya, aliwaza hivyo Alex. Akamsogelea Linda kwa ukaribu sana na kuinamisha kichwa chake mpaka usawa wa naniliu zake. Linda alifumba macho yake kwa nguvu Alet alitoa kibanio ambacho Linda alitumia kufunga nywele zake na nywele zake zilianguka kwa uhuru mgongoni kwa Linda. Alet alisimama wima na Linda alianza kufumbua macho yake kwa uangalifu na hatimaye aliyafungua yote na Alet akamwangalia machoni huku akionekana mwenye hamu nyingi sana. Ulikuwa unawaza nini? Unafikiri nitakubusu? Alet alimuuliza Linda huku akiwa anacheka. Kwa nini? Kwa nini nifikirie hivyo? akasema Linda huku akiona aibu kidogo. Kwa nini ulifumba macho niliposogeza uso wangu kwako? Kuna kitu kilianguka machoni mwangu, ndiyo sababu nikafumba macho. Mkieu, acha uongo babi, alisema Alex huku akiendelea kusogea mbele na Linda akawa anarudi nyuma hadi mgongo wake ukakutana na ukuta. Alex aliweka mikono yake miwili ukutani akimtazama Linda, na hapo hapo akakumbuka kitu alichomfanyia Linda ofisini juzi, na akajikuta amepatwa na hasira zile. Makeup alizomfanyia zilimfanya aonekane kama mdoli. Kubali kwamba mimi ni hansome na nitakuacha peke yako, alisema Alex. Hii ni kwa sababu Linda hajawahi kumsifia kabisa mwanaume huyu. Alex anaamini muonekano wake una uwezo wa kumvutia kila mwanamke. Alishangaa sana baada ya kuona siku zinazidi kwenda na Linda hamshobokei wala kuusifia muonekano wake. Siku hiyo aliamua kumlazimisha Linda amwite handsome, la sivyo atamfanya kitu mbaya. M, hapana, hata nyani ni mzuri kuliko wewe, akajibu Linda kwa kiburi. Haya babi, maneno yako hayanikeri hata kidogo. Kubali tu kuwa mimi ni hansome, maana najua kabisa mimi ni hansome, akasema Alet. Wewe ni mbaya, akajibu Linda. Ukiniambia hivyo nitakubusu, akasema Alet. Ngoja nikuone ukijaribu. Kukataa kuwa mni mzuri, basi lazima nikupige busu langu mdomoni. Huyu jamaa vipi? Nimeshakwambia wewe ni mbaya, okai. Alet alimsogelea akajiweka tayari kumbusu Linda. Hakuonesha kuogopa na alikuwa tayari kwa lolote. Wakati wanataka kunaniliu mara ghafla wakasikia mlango ukigongwa. Shit, nani anagonga? Alex alifika mlangoni akiwa na hasira. Mjakazi aliingia na kuinama kidogo, kisha akamwambia Alex, wazazi wako walisema nikwambie wewe na mkeo kuwa wao wameshaondoka. Alex alijikuta anaanza kutabasamu baada ya kusikia neno mke na kutikisa kichwa, kisha mfanyakazi akaondoka. Alienda hadi ilipo simu yake na kuchukua simu yake kitandani. Kabla ya kugeuka ili aondoke, alisimama na kumgeukia Linda kisha akatabasamu na kusema, unapaswa kubadilisha gauni lako. Samahani, ninaweza kuvaa chochote ninachochagua. Kumbuka mimi siyo mkeo, usijishawemr. Akasema Linda. Si unajua kuwa rangi nyekundu inavutia? Kwa hiyo unataka ukatongozwe huko? Akasema Alex. Kwani nikitongozwa kuna shida? hutaki nipate mme na ninavyotamani? Kuopoa jibaba lenye mihela huko kwenye party, inabidi nipendeze na kuvutia ili nipate mtu leo. Alet alishikwa na wivu sana, aliondoka bila kujibu chochote, akaenda kusimama nje akimsubilia Linda abadili gauni lake. Huyu mjinga ana shida gani? alitaka kunibusu na sasa ananiambia kuwa nilichovaa kinatega wanaume? Je, nibadilishe au nisibadilishe? Itabidi nivae hii hii hi, maana ilinichukua muda sana kufunga zipu ya nguo hii, akawa anajisemea. Linda alishuka kujumuika na Alet, maana Alet alikuwa anamsubiri abadili lile gauni ili waende zao kwenye parte. Unasubiri nini kubadili hiyo nguo? aliuliza Alet mara baada ya kumwona Linda akija. Hakumjibu kitu kwa sababu hakutaka kugombana na Alet. Linda aliingia kwenye gari na Alet pia akaungana naye, kisha Sam akaondoa gari. Walifika huko kwenye parti na wazazi wa Alet wakaanza kumtambulisha Linda kwa mabilionea fulani huko Chicago. Linda alipendeza kupita kiasi, kila alikopita watu wote waligeuka kumwangalia. Alet alishikwa na wasiwasi sana, aliona ile parti inaweza kumwondoa Linda kwenye maisha yake. Eh, Mungu wageuze wanaume wote humu ndani, Linda awaone kama kondoo, mimi tundo anitamani, Alet aliwaza hivyo huku akizidisha umakini wa kumlinda Linda asimponyoke. Baada ya utambulisho, Linda alitamani kushangilia, maana hakuwa kufikiria kama anaweza kukutana na watu wakubwa na wenye pesa hata siku moja katika maisha yake. Alipiga kelele mara moja, lakini akakumbuka kuwa yuko kwenye misheni, hivyo anatakiwa kutulia. Nisije nikaonekana mshamba nikatia aibu, wacha nijiweke matawi ili niendane nao. Alex alimchukua Linda wakaketi sehemu moja, alimtambulisha kwa marafiki zake, akiwemo Angela. Angela alimsifia sana Alex na kumwambia, umepata mwanamke mzuri sana. Linda aliwaza eh, Mungu, laiti wangejua mimi ni mpenzi bandia, hata wasingetusifia kiasi hiki. Linda aliwaza hivyo kisha akamkonyeza Alex na kutaka kusema kitu. Alex aliogopa akawaza, huyu mwanamke ni chizi, hachelewi kuharibu mipango yetu. Eh Mungu wangu, tuliza kichaa chake mpaka tuondoke hii sehemu. Sherehe iliendelea hadi mida fulani ikahitimishwa. Hatimaye Linda na Alex walirudi nyumbani. Walifika nyumbani na moja kwa moja Linda akaenda chumbani. Kesho ni Jumamosi na hatuendi kazini, ninahisi uchovu sana, Linda aliwaza. Alienda bafuni na kuoga. Alitoka na kuvaa night dress yake. Alijilaza kitandani akifikiria cha kufanya, na aliamua kukigawanya kitanda vipande viwili kwa kuweka blanketi kubwa katikati kisha akalala. Alex alikaa sebuleni akitazama sinema. Alipohisi usingizi, akazima tu na kuelekea chumbani kwake. Aliingia na kumkuta Linda akiwa amelala, huku kakigawanya kitanda. Alex alicheka. Chizi kweli huyu mwanamke. Alienda bafuni akaoga, alitoka na kuvaa nguo yake ya kulalia. Alitoa ile mito na blanketi lililogawa kitanda chake, alafu akajilaza pembeni ya Linda. Linda alihisi uwepo wa mtu pembeni yake, akashtuka na kuamka. Alishangaa kumwona Alex akiwa amelala pale pembeni yake. Oh, Alex, kumbe ndo anasinziaga hivi. Ana midomo mizuri jamani! Linda alitamani kuigusa midomo ya Alex, baadaye akasita. Alimtazama tena na hapo ndipo alipogundua jinsi Alex alivyo handsome. Aliendelea kumtazama na akaelekeza macho yake kwenye kifua cha Alex. Subiri, vipi? Mbona hana shati. Inda alijiuliza na kuanza kukikagua kifua kitamu cha mazoezi alichojaliwa. Alet Alet alishtuka usingizini, Linda ikabidi ajilaze haraka. Alet alimfunika vizuri, kisha akambusu Linda. Alitamani Alet aendelee, maana midomo yake ilishaanza kumvutia, alisisimuka huyo. Hata hivyo, usingizi ulimpitia akalala mpaka asubuhi. Asubuhi Linda aliamka na kujishangaa, alikuta hali haielewi. mbona niko hivi? Aliamka haraka na kwenda kujisafisha, akamwacha Alex amelala. Alitoka bafuni na kukuta Alex hayupo tena kitandani na shuka limebadilishwa. Alivaa haraka na akashuka chini, lakini bado Alex hakumwona. Mama yangu, nini kilinikuta usiku sana? huyu Alex kaenda wapi? E, ah, kwa nini ninajali? hata hivyo, mbona kama vile nimeanza kumfikiria huyu mwanaume? Alienda jikoni na mpishi alikuwa ndani, hivyo akamwomba apike yeye Samahan, ila naomba nikusaidie kupika leo. Mpishi alimruhusu. Alichukua sufuria na kuanza kupika. Dakika 30 baadaye alimaliza kupika na alitoa chakula na kwenda kutenga mezani. Anatazama huku na kule kumtafuta Alex, lakini hakumwona. Linda aliwaza, huyu mwanaume kaenda wapi? Yaani sijui hata alinifanya nini. Nahisi Alex alininaniliu nikiwa usingizini. Wakati Linda anawaza kilichotokea usiku mara akamwona kijakazi akija upande wake na kumsimamisha. unajua mume wangu yupo wapi? Linda alisema huku akijishuku kwa kumwita Alex mume wake. Ndiyo mama, yuko kwenye balkoni alisema kijakazi, na Linda akaitikia kwa kutikisa kichwa. Alikwenda kwenye balkoni na kumtazama na alishangaa kumwona bado hana shati. Alisafisha koo lake na akageuka. habari za asubuhi, alimsalimia Salama alijibu, Alek huku akitabasamu. Wo, unaonekana mzuri unapotabasamu. Unapaswa kutabasamu mara nyingi, sio kukunja uso wako kama kichwa cha nanili, Linda alimwambia, na Alek akakunja uso wake. Sasa unaonekana mbaya, Linda alisema mara baada ya kuona Alek ameacha kutabasamu. Vipi sasa? Aliuliza huku akitabasamu. Hm, vizuri, akajibu Linda. Kwa nini upo hapa? akauliza Nimekuja kukuambia kifungua kinywa kiko tayari akajibu Linda. Sawa, nitafika baada ya dakika ishirini alisema, na Linda akaondoka. Wakati Linda alipokuwa karibu kumaliza chakula chake, Alex alifika mezani akaketi na kufungua chakula. Natumai ladha hii ni tamu kama inavyoonekana akasema. Alex alionja na kisha akasema hmtisisgod. Alitabasamu na Linda akatabasamu kimoyomoyo. Walimaliza kula na mpishi akaja kusafisha meza. Wow, ladha hii ni nzuri, umetumia mapishi gani? Na nataka uendelee kutumia mapishi uliotumia leo, alisema Alex na kusimama, lakini alichokisema mpishi kilimshtua. Mpishi alimwambia Alex, samahan bosi, mimi niliyepika ni mkeo. Alex alishangaa, huyu chizi ndo anajua kupika chakula kitamu hivi? Alimgeukia na kumuuliza umepika wewe? Linda akaitikia kwa kichwa huku akitizama pembeni. Bado alikuwa anafikiria kuhusu kilichomkuta usiku na aliwaza ataanzaje kumuuliza Alex kama alimnaniliu akiwa usingizini.